Ni huduma nyingine mpya miongoni mwa huduma zinazotolewa na benki ya NMB kupitia kampeni ya Umebima, ambapo safari hii imewasogezea huduma ya jirani wananchi inayorahisisha upatikanaji wa bima mbalimbali zinazotolewa na benki hiyo. Mkuu wa idara ya bima wa NMB, Martin Masawe, akizungumza kwenye uzinduzi wa huduma hiyo makao makuu ya NMB jijini Dar es Salaam, anamwelezea jirani atakavyotoa huduma za kibima. Jirani ni nani? Jirani ni mhudumu ambaye anapatikana kwa njia ya kimtandao anayeweza kukuhudumia pale popote ulipo. Utakuwa mnaona, hata hali ya hewa inaweza isikuruhusu kutembea, lakini ukiwa na jirani, hapo hapo sebleni kwako anakusaidia kuweza kukata bima. So leo hii tutazindua rasmi upatikanaji wa bima kupitia chatbot ya NMB ambayo inakwenda kwa jina la Jirani. Na kwa wale ambao hawafahamu Jirani wanampataje, kuna namba ya simu tu unaisevu kwenye simu yako, unaanza kuwasiliana naye. Namba hiyo ni 0747333444. Katika hatua nyingine, Masawe ameeleza namna walivyoungana na shirika la bima la Taifa, NIC katika kufanikisha huduma hizo, huku mkurugenzi wa masoko na mawasiliano wa NIC Karim Meshak akieleza mwitikio wa matumizi ya bima yalivyo nchini Tanzania. Awe mteja wa NMB ama sio mteja wa NMB, ina maana sasa hivi ukiingia hata kwenye huyo jirani, una uwezo wa kumkuta NIC na kakupatia huduma. So mifumo yetu miwili inazungumza na utaweza kupata kwanzia cover note kwa muda mfupi kabisa, receipt kwa muda mfupi kabisa, na unaweza kulipoti madai yako popote pale ulipo lakini kimsingi wengi tunajitwisha mikono kichwani mara baada ya nyumba zetu kuungua, lakini wangapi tukiulizana hapa tuna bima za nyumba? Kwa hiyo na sisi tunazungumzia ishu ya Linda Mjengo, lakini pia NMB wanazungumzia majanga ya moto kwenye nyumba, lakini pia magari wengi tuna bima za magari tu kwa sababu ni sheria. Habari zote kali zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia at gmail.com nyote